gozi wa chama cha DCP, Rigathi Gachagua, amemtetea aliyekuwa rais wa Kenya wa nne Uhuru Kenyatta kutokana na matamshi ya kejeli yaliyoelekezwa kwake kutoka kwa baadhi ya viongozi wa chama cha ODM. Gachagua akisema kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta alisaidia Raila Amolo Odinga kupata kura nyingi Mlimani wakati wa uchaguzi. Aidha, amesema kuwa muungano wa upinzani utamtoa mgombea mmoja tu kupambana na Rais William Ruto mwaka elfu mbili ishirini na saba akiwaarai wananchi kuwa wavumilivu kwani wakimtoa sasa hivi atahangaishwa na serikali kabla mwaka huo kuwadia. Miracle.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 There are two decisions that have been made here. One decision, a watu wameamua ni nani hata kuwa rais kweli kweli, yamangongo yes. Siyo imeamuriwa yes. Ni nani bado lakini ni nani hata kuwa imeamuriwa. So anasema hii kura ya mulima, kwa sababu ndio ilimfanya akuwe rais, ikiwa yote imeshikana iende kikapu moja, ataenda nyumbani. Sasa amepanga jama ya kugawanya kura yetu dio amepanga hii maneno ya Mount Kenya west and east. I'll help this community to get back into government and protect our interest but I need foot soldiers. Tulianguka kwa sababu hatukuwa na askari, askari walikuwa wangu, dio Ruto walichukua akalipa pesa kama hiyo. Sisi tutakuwa na one candidate wa kupigana na Kasongo. And I want to ask for patience. Msikuwe na haraka. Uchaguzi iko mbali. Mwai Kibaki alitangazwa kuwa single presidential candidate on 14th of October 2002. Uchaguzi ukibaki mwezi mbili na siku kumi na tatu. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na kasongo. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu.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 Niwaambie, Mheshimiwa Gachagua, hakuna mtu ambaye ana uwezo ya kunifukuza ndani ya chama cha ODM.